Watu wameshashinda, mnahitaji sasa kutengeneza mifumo. Sasa mifumo, wakati wanataka kuitengeneza, wakagombania madaraka juu, wakaamua kuwatengenezea mazingira magumu wale mawaziri wakuu wa stafu, ili wasiwasaidie kwenye chama chao. Sasa hapo, chama cha mapinduzi kimeingilia nini? Ninyi ndio mmewapokea, na CCM ikawapa heri, haikuangaika na ninyi, mkawaweka kama wagombea, mkafanikiwa kupata viti vingi na ruzuku kubwa katika nchi hii. Sasa mmeshapata msingi Edward Ngoya ile wasa amewapa msingi. Hata akiondoka ninyi msingi huo huo mlitakiwa mjitengeneze mwaka 2020 ili mchukue dola. Wakaanza harakati, wakaanza matusi, wakaanza kuteka watu, wakaanza kuua watu, manake serikali inakuangalia wewe, unateka watu wetu, unaumiza watu wetu ili utusingizie sisi kwa serikali, ikachukua maamuzi magumu, ikaendelea na harakati zake. Bahati nzuri, alifika John Pombe akaendelea kipindi cha pili. Mungu akamchukua na sasa hivi tuna, tuna serikali ya awamu ya sita. Sasa uniambie upinzani umevurugwa vipi, wakati juzi tu kama mna kumbukumbu, waandishi, juzi tu wametoka kupata majiji yote na kuongoza, wametoka kupata wabunge wengi nchi hii, wametoka kupata madiwani wengi nchi hii, wanakuja wanasema no election no reform, si no reform no election. Maana yake mwenyekiti wao wa taifa aliyeshinda anasema mwaka huu hakuna uchaguzi. Maana yake hatashiriki uchaguzi. Kama mna kumbukumbu na hiyo hotuba yake, muiweke hapo kwenye maelezo haya, alisema hivi: kama unafikiria kugombea udiwani kwa tiketi ya CHADEMA, sahau. Kama unafikiria kugombea ubunge kwa tiketi ya CHADEMA, sahau. Na kama mimi nilikuwa nafikiria kugombea urais kwa tiketi ya CHADEMA, nimesahau. Maana yake mwaka huu hakuna uchaguzi. Sasa kalenda ya serikali ipo wazi. Uchaguzi ni elfu mbili na ishirini na tano huwa ni utaratibu wa kawaida na ni mwezi wa Oktoba, eh? Yani mwaka elfu mbili thelathini Oktoba kuna uchaguzi mkuu, haina mjadala hiyo, ni kalenda sasa. Kabla ya kalenda mfanye mambo yenu hapa, lakini mwenyekiti, wakati kabla ya miezi michache kuelekea kwenye uchaguzi, anasema anaenda kukinukisha nchi hii, anaenda kuhakikisha machafuko yanafanyika nchi hii na hakuna uchaguzi wewe labda kama uh, mwanaharakati unahisi kwamba kauli hili sababishwa na nini? E, labda nimekuambia ni me, ni kwamba hawa wenzetu hmm, waliona wameshindwa kujenga misingi hmm. Sasa wakatengeneza siasa za taharuki hapa, na ni siasa nzuri sana, siasa za taharuki hapa hmm. Unapata wafuasi, yani siasa za kutukana, siasa za kuteka watu, siasa za kuumiza watu, siasa za kuamini wewe ndio unajua kila kitu, kwani ni siasa za matamko ya mwenyekiti wa taifa tu. Hakuna kikao cha kamati kuu, hakuna kikao cha baraza kuu, hakuna kikao chochote kilichofanyika. Na ndio maana mm. kama una kumbukumbu nzuri, viongozi wao wenyewe mm. walisema sisi hatukuja na hii kauli ya no no si election no reforms, sijui mm. sawa, hii ni kauli ya mwenyekiti mwenyewe mpya. Na ndio maana immediate huwezi kushinda uchaguzi ghafla, mwenyekiti wa taifa umemwondoa mwenzako, afu ghafla unatoa matamko, unazurura nchi unazungumza kwenye mikutano ya hadhara ufanye vikao vya ndani kujenga chama, unatukana kila mtu ambaye unamwona mbele yako, alafu serikali ikuache? Hakuna serikali ya hivyo ndugu yangu, serikali ipo kwa ajili ya kulinda maslahi ya Watanzania. Umejaribu ume, ume kuelezea katika habari za uh, kuwa na siasa ya mihemuko, lakini pia ukaingia kwenye mada ngumu kidogo ya wa kuteka watu na kusingizia serikali Hatujaona moja kwa moja uh, matamko ya vyombo vya dola yakiashiria kwamba pengine kuna viongozi wa Chadema ambao wamehusiana na, na masuala ya kuteka watu. Hili kidogo linakuwa lina utata kidogo, kwa sababu wamelipeleka moja kwa moja kwao kwamba wanateka watu halafu wanasingizia chama, pengine inaweza kufafanuaje? Labda viongozi wa vyombo vya dola hmm, wameshazungumza haya mambo muda mrefu sana, labda kama mfatili, na bahati nzuri sisi wengine hmm, eh, tumeshatolea matamko hmm. Ndugu yangu wewe ni mwandishi wa habari mm, naomba uende nyumbani kwako mm, ukitulia, naomba utafute kitabu cha Dr Slaa Nyuma ya Pazia, labda nikuonyesha kitabu kinavyofanana. Mm, tafuta hiki kitabu cha Dr Slaa Nyuma ya Pazia hiki mm. Unaona hii kitabu hiki mm. kitabu kimeeleza Dr Slaa, Dr. Slaa, labda leo nikuambie mm, ndiye alikuwa makamu mwenyekiti wa Chadema taifa. Sikilize vizuri mm -hmm. cheo cha eche huyu mm -hmm. sawa makamu mwenyekiti wa taifa baadaye Dr. Slaa akawa katibu mkuu wa Chadema taifa Dr. Slaa amegombea ubunge kwa tiketi ya Chadema na akawa mbunge wa Karatu. Dr. Slaa amegombea urais kwa tiketi ya Chadema mwaka mm -hmm. elfu mbili na kumi Dr. Slaa mm -hmm. amekuwa acha ubalozi amekuwa e, mwenyekiti wa baraza la maaskofu Tanzania cheo cha kitima hiki na amekuwa padri huyu mtu ana akili timamu hawezi kukurupuka kuchukua kalamu yake akayaandika ya haya hapa. Eh, soma kitabu cha nyuma hapa, labda pengine kwa uchache tu tungejaribu kutuelezea ambayo yameandikwa huko. Eh, ndio ndio, na kuelezea yes. Jambo la pili, mm, kitabu cha Dr Slana nenda ukurasa wa mia mbili sitini na mbili, mm, na ukurasa wa mia mbili sitini na tatu mm, lakini kisome chote kwa sababu kimeeleza mambo mengi, hata mm, wakati Tundu Lissu anaingia mkataba na shetani. Naomba nikusomee yote. Cha kwanza anasema jambo la pili ambalo E, limejirudia mara nyingi e, jinsi chama cha demokrasia na maendeleo, chama changu ambacho nimekijenga kwa misingi imara, sawa. Kitendo cha kutofata misingi na taratibu zilizowekwa katiba e, limewekwa tu kupambaza umma, yaani jina la Chadema chama cha demokrasia na maendeleo limewekwa kupambaza, kupumbaza umma, si ndio? Je, jina hilo lilibuniwa na kuwekwa tu kama mapambo au mtego wa kuwanasa wapenzi, ni kweli liko rudi la watu, liko kundi la watu wanaodanganyika kwa utaratibu huo, kwa kufata jina hilo mm -hmm. E, nadharia ya kawaida kitendo kitendo mm -hmm. cha kutekwa na kupigwa na kutupa ununio ufukweni, bwana fulani fulani mm -hmm. Sawa mm -hmm. E, kina aksi vipi jina la chama kama unayetofautiana nao unamhukumu bila kufuata utaratibu. hmm. Kitendo cha kumchukua kijana Musa Tesha na kumpeleka msitu wa Hani, Hani. sawa hmm. na kumwagia tindikali. Yule kijana Musa Tesha hmm. wa Igunga nafikiri, google utamwona, yes, si ndio? Yes. chama changu kimeyafanya haya yote kupitia Red Brigade. na je, Dr Sala anauliza ukurasa wa mia mbili sitini na mbili ukurasa wa mia mbili sitini na mbili hmm. na je, ni matukio mangapi hapa? yep. Red Brigade na imani kuwa wanachama nao watafanya uchambuzi ya kinifu. Je, ni matukio mangapi ambayo yamefanywa na chama changu kwa asili na kuisingizia serikali ya CCM, eh, kwa kuteka na kuua na kuumiza watu. Dr. Slaa anaandika, sio mimi. Naomba ukitafute kitabu cha nyuma apazia kama una basi, nipigie simu nitakuletea, kiko kwenye sto yangu kitabu ningependa ni labda kufahamu kabla tuendelea zaidi, kitabu hiki wakati kinaandikwa na Dr. Sila alikuwa upande gani? Alikuwa upande wa CCM alikuwa ama... Chadema alikuwa Chadema? Hmm, ndio amemaliza kukiandika hmm, mwaka elfu mbili kumi hmm, na tano. Lakini kumbukumbu ambayo inakurudisha nyuma hmm, najua swala lako lina lenga lini hmm. Dr. Sila labda nikusomee tena kipengee afu nikwambie sasa hmm. Ninasikitika, ninawasikitikia Watanzania ambao kweli walikuwa na shauku ya mabadiliko, ninawasikitikia Watanzania ambao kweli walikuwa na shauku ya mabadiliko kwa kuwa walikuwa wameichoka CCM. Kwa bahati mbaya, katika mazungumzo yetu mimi Dr. Slaa na Mheshimiwa Lissu, akarudia tena kauli yake ya kuweka mkataba na shetani iwapo tu kwa mkataba huo tutaiondoa CCM madarakani hoja hiyo iliniletea kichefuchefu ikanifanya nishangae na kumdharau Tundulisu. Kwa hilo nilimuona kama mtu asiye na msimamo, bali mwenye kusukumwa zaidi na maslahi, hasira, kinyongo, hisia. Nilimuona kama mtu asiye na maadili, mtu asiye na maadili kwa tabia hatari ya mustakabali wa taifa e, inasomeka ukurasa ukura, ukura, wa kumi na nane ile mm. si ndio mm. Yani, najua swali lako unalotaka kuniuliza ni nini? Doktr Slaha akiwa ndani ya CHADEMA mm. kama katibu mkuu mm. aishagombea urahisi mm. wanajiandaa kwenye uchaguzi mkuu mm, Dr Slaa alizunguka nchi nzima ya Tanzania mpaka Mwembe Yanga alimuita, aliwaita watu fulani fisadi, list of shame, kama yes. list of shame. Hata kama alikosea au alipatia sawa, lakini alishaita watu fulani mafisadi leo, leo wako kwenye kikao, wanamletea kwamba lowasa kakatwa kule kwenye CCM, hayati lowasa ameletwa ndani ya Chadema na immediately agombea urais. Dkt slaa akawambia, mimi mimi wakati huu wa ameshaandika hii kitabu hmm, mimi nimeshiriki kumsema huyu bwana nitaingia mtaani vipi kama katibu mkuu kumsafisha huyu bwana, kwa hiyo sitaweza kufanya kitu kama hicho akaamua kuondoka. Kitabu chake kiko kimetoka. Kwa hiyo nyongeza ndio hiyo, anakuambia wakati Lissu anamwambia kuhusu Lowassa, alimwambia yeye Lois yuko tayari kuingia mkataba na shetani kuhakikisha nchi hii inaondoka mikononi mwa mwasiemu kwa gharama yoyote ile. Mkataba na shetani, ndio Dr. Slaa anadai. Kwa hiyo swali so lako najua ulikuwa una reflect hii kitabu, kimeanza kabla ya, ya Dr. Slaa kuondoka ndani ya chama kile, kwa sababu kama mazungumzo yake unayo, mm -hmm. kama mazungumzo yake unayo tungekuwa tuna uwezo wa kucheza clip kama mazungumzo yake alisema hivi kwamba chama hiki kimeumiza watu, kimeteka watu. Leo mnaniuliza swali kuhusu lisu kupigwa risasi, una mazungumzo haya. Akasema mimi sitaweza kulijibu hili swali la lisu kupigwa risasi kwa sababu hata ndani ya chama changu walikuwa wanayafanya haya matukio, wanasingizia serikali. Na kuna kijana alitekwa, baada ya mwezi mmoja Red Brigade ananifuata ofisini kwangu, kama katibu mkuu ananiambia Dokta, mimi ndio nilimteka bwana yule, na mimi ndio niliagizwa na viongozi wa chama. Dokta Slaa anauliza, kwa nini hamkuniambia mimi kama katibu mkuu wa chama hiki? Wanamwambia, walimpa majibu mepesi kwamba tungekuambia ungelituzuia kwenda kufanya hili tukio, kwa sababu viongozi walisema tukimtekwa bwana yule, tukimuumiza bwana yule, itaonekana ni serikali ya CCM imemteka, kwa hiyo itawatengenezea CCM chuki kwa wananchi wa kawaida. Kwahio hayo mazungumzo yapo na mmeyasikia, wa Watanzania kwenye kitabu wameandika, fuatilieni ninyi kama waandishi wa habari, ili muweze kuiambia umma wa Watanzania mm -hmm. Na ukitaka klipu yake ipo mitandaoni, ukitaka nitakutumia ukimaliza kipindi chako. Uh, bwana Josefu umeelezea kiundani zaidi, lakini mambo mengine naweza kusema ni kama umenifumbua, sikuwa nayajua, lakini swali langu la kimsingi katika hili ni kwamba Uh, baada sasa ya kuyapata ama kabla hajaandika hiki kitabu, kuna sehemu yote ile pengine mlimwona, kwa sababu alikuwa tayari yuko ndani ya Chadema kuna sehemu popote pale alipopeleka uh, malalamiko mm, yake haya, ama hizi tuhuma ambazo mnasema kwamba zilikuwa zinahusiana a Tundu Lissu kuingia kwenye mkataba wa kishetani e, kwamba pengine aziweke bayana, ili uh, wanaChadema kwa ujumla wanachama na wengine wote waweze kufahamu kwamba kuna hiki na hiki kinaendelea ndani ya Chadema, masuala ya kiuchunguzi na kiulinzi mm. sio masuala ya mihemko ni masuala ambayo yanahitaji vyombo vya ulinzi na usalama mm -hmm. Eh, Dr. Slaa baadhi ya dokumenti na nyaraka alipeleka, alipeleka kwenye vyombo vyetu vya ulinzi mm -hmm. na hata wale watu waliotekwa naokwambia mm -hmm. walipeleka kushtaki kwenye vyombo vyetu vya ulinzi na usalama mm -hmm. Ishu ya danadana sisi haituhusu mm -hmm. Lakini dokumenti za watu waliotekwa mm -hmm. eh, watu walionyanyaswa, watu walioumizwa ili kuisingizia serikali iko documented na iko kwenye vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, na vyombo baadhi vinajua, kila mtu anajua. Bwana Josefu, uh, tupo sasa katika harakati za uchaguzi, lakini tupo katika uh, naweza kusema ni vuguvugu la kisiasa nchini kwetu. Kama ambavyo umesema, kuna baadhi ya vyama vimesema haviwezi kupiga kura wala haviwezi kushiriki katika uchaguzi moja kwa moja, kwa na hapa siku za nyuma kidogo kumekuwa na matukio mengi ambayo yamekuwa kijitokeza katika nchi yetu, mfano uh, matukio ya utekwaji wa watu kama hivyo na matukio mengine kaza, wa kaza ambayo laia moja kwa moja wamekuwa wakitupia lawama viongozi wa ngazi za juu wa taifa kutokana na matukio. Unahisi nini hasa ambacho kinawafanya raia na watu wengine pia baadhi kutupia lawama Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? E, kimsingi matukio yanakuzwa hmm, sio kihivyo, si unanielewa, yanakuzwa hmm, ya na hmm, yani, yani limetokea tukio moja hmm, ambalo labda wamemteka wao mtu wao hmm, wamemuumiza wao wakalichukia hilo tukio, wakaongeza na mengine mm. wakaonyesha taharuki kubwa sana sasa hivi mm. kuna mfumo wa taharuki, wanatengeneza taharuki hawa mabwana. Kwa hiyo matukio mm. ya kutekwa sasa hivi ni taharuki tu, yanatengenezwa, yapo yanatokea. Kwa mfano litokea tukio kubwa la kutekwa ndugu yetu Alikibao mm. akasimama sasa hivi eh, Ali, Katibu Mkuu Johni Mnyika mm yeye ndiye alianza kutoa taarifa na ndio maana matukio yote mm. kama unajua matukio yote mm. yanayotokea nchini wa kwanza kuripoti ni Chadema. Wao wameyatoa wapi? Ndio maana anashangaa, kwa nini jeshi letu linashindwa kuwakamata hawa viongozi? Kwa sababu matukio yote wao ndio wanajua, wa kwanza maana yake wanateka, wakishateka wanasingizia serikali, na kwa sababu wao wamejivika koti la upinzani mm. wananchi wa kawaida wanawaamini, na ndio maana mm. alivyotekwa ali Kibao alitoka Tanga akaja Dar es Salaam akatekwa, Mnyika akatuambia kwenye peji yake kwamba Kibao sijui kapotezwa nini. Mimi nikasimama nikasema, Ali Kibao alitoka Tanga kwa ajili ya kuja kuchukua marupurupu yake ambaye ameifanyia kazi muda mrefu. Ali Kibao ndio mzee Ali Kibao anaitwa Medi <mimu> ndiye alikuwa anaongoza kikosi cha Red Brigade kama kamanda wa Red Brigade, ndiye alikuwa anahusika na haya matukio yote haya Red Brigade ikiumiza ikiua watu, yeye ndiye alikuwa anahusika. Maana yake ameingia mkataba na chama. Ana huku nyuma kama una kumbukumbu nzuri. Wakati madaraka awamu ya sita, awamu ya tano imeingia madarakani. Walikosa ruzuku Chadema, walikosa ruzuku Chadema amekosa ruzuku kwa sababu hawakuwa na madiwani walikataa ruzuku ya viti kumi na tisa wakawaita covid. Kwa muda mrefu Chadema amekosa ruzuku. Hawezi kumlipa mtu, hawezi kumlipa mtumishi wao. Mwaka elfu mbili na ishirini na moja ikaingia awamu ya sita, wakakubaliana awamu ya sita ikasema basi tuwalipe ruzuku yenu hii malimbikizo kwa mkupuo, ilikuwa zaidi ya bilioni mbili kipindi hicho hicho, kama wana kumbukumbu, wakati wanamaliza kulipwa ile ruzuku ya bilioni mbili kwa mkupuo, wakanunua jengo la makao makuu. Ali Kibao akaja kuchukua mgao wake, kwa sababu sasa tumepata hela nyingi, na mimi nimefanya matukio makubwa ya ajabu ajabu nchi hii, lazima mnilipe Wakati anakuja kuchukua, kwa sababu malipo yalikuwa ni makubwa, wenzetu wakatengeneza mkakati wa kumaliza, akapotea. Wakataka kusingizia serikali, sisi tukawai. Bahati nzuri nilikuwa na kusikilisha clip ya mheshimiwa rais mm, miaka sitini ya jeshi la polisi. Mimi nikazungumza mm, nikawaambia aliyemteka ni huyu, aliyemfanyia fujo ni huyu, lazima vyombo vya ulinzi vichukue hatua. Sasa mm, kuchukua hatua ndio hiyo sasa, kubebana, kwa sababu mimi nashangaa, alikwambia kiuhalisia watu wanaishi sehemu moja Eh, wewe, sijui unaishi wapi? Mimi naishi porini huko Chalinze, labda nikija Dar es Salaam nyumbani kwangu, labda mbagara mbagara huko, si ndio? Hawa watu wa, wa viongozi wa vyama vya siasa, ile krimu kubwa ya juu, maisha yao ni masaki, maisha yao ni sarasara, maisha yao ni siubunju, maisha yao ni sehemu expensive, na viongozi wa serikali manake, hawa watu milango yao inapakana, hawa watu wanaoana, ndugu yangu. Ha, watu watoto wao wanaoana, wanapendana. Wewe nikuulize swali, kuna kipindi uliona undugu kati ya Dr. John Pombe Magufuli na Msigwa aliyekuwa mbunge wa Chadema, uishawai kuona?